Leo tunafanya soga na mtu ambaye jina lake lilibamba mitaani, lakini safari yake imepitia kwenye milima na mabonde, kutoka kuwakilisha maisha ya Uswazi kwenye bongo fleva hadi kuingia kwenye filamu na hata kufungua roho yake kupitia dokumentari yake ya Legacy. Black wa Uswazi anarudi na anataka kuonyesha kuwa bado ana nafasi kwenye game, lakini swali ni moja: je, game inamkubali au inamvuta nyuma? Leo tunazungumza naye kwa undani kuhusu safari yake, changamoto na mustakabali wa muziki wake. Lets go deep. Karibu sana bra. Bwana shukran sana Nashukuru sana sana. Kitu gani um, kimekusukuma kurejea rasmi kwenye muziki baada ya muda mrefu? Okay. Uh, uh, mimi mziki ni kazi yangu, japokuwa sometimes unajua mziki wetu wa kibongo ulivo. Kwa hiyo tunafanya kwa hobby. Mimi mziki naufanya kwa hobby kwa sababu siwezi kuacha music. Kwa hiyo uh, nimerudi kwenye game kwa sababu unaona, time yangu pia bado naniruhusu kufanya. Yep hivi uh, karibuni pia tumeona umeigiza ume, kwenye filamu ya mikosi mikasa makosa na pia umeachia documentary ya Legacy ikiongelea maisha yako ya, ya muziki na maisha yako binafsi pia. Je, umeamua kuwekeza nguvu yako kwenye muziki na filamu au uh, kwa sasa, hivi, vyote, kwa vyote kwa pamoja? Kwa sasa hivi nimeamua kuwekeza kwenye vyote kwa pamoja, kwa sababu unapata muda wa kufanya hivyo vitu viwili vyote. Kwa hiyo nashukuru Uh, naweza kupata time ya kuvi control kwa hiyo sasa hivi nitakuwa kwenye music na kwenye movie, ndio nitakuepo kwenye hivyo vitu sana hapa. Okay. Yep. Karibuni umefanya ngoma na One Six. Yep, ambayo inaitwa nguvu ya soda. Ndio, ndio. uh, ni kitu gani ambacho umekilenga kwenye ngoma hiyo, nguvu ya soda? Nguvu ya soda, uh, soda bwana, nilimaanisha kwamba uh, uh, kuna watu mimi unajua, ni Black wa Uswazi au sio? Ni mtu ambaye uh, na mambo mengi ambayo nafanya na wana. Unajua kuna watu saa nyingine wanaweza wakasema eh, da bwana ukimtaja mtu fulani hata wacheza mpira, hata waimba mziki, hata waimba wabungu wa, wa, wa bungu, nani mnuzi yani wale watu wa, wa zamani zamani kidogo, unaweza ukamtaja hiyo jamaa ah, yule hamna ya kitu yani, sasa hivi ah, kaisha. Sasa nikapata hiyo wazo, nikasema ah, uh, kwa vile mimi ni mpya si new black au si bwana, nikasema sasa hawa watu inabidi niwaambie wa, ni kwamba kwa mimi hapa Sia, siko hivyo kwamba kama watafikiria mimi na mimi kama wao wanaowongelea mimi, siko hivyo mimi, situmie nguvu ya soda, it's a new black au sio bwana, na wanaona kabisa, jamani, ana nguvu ya soda. Ndo idea ilitokea hapo, kwamba nawaonyesha uwezo ambao nipo nao, ambao ndo utazidi kuwa zaidi ya zamani. Yep, okay, ilikuwaje mpaka ukakutana na One Six na kufanya naye kazi? Ah, ah, huyu jamaa bwana, huyu kwanza ni blood kabisa, ni 16, ni mdogo wangu ambaye love much respect kabisa for way back, yani kutokea kitambo sana. Nikimuongelea 16, ni i say ni muda sana, yani tumekaa sana kipindi kile cha kina Robert Manguya kina mapacha kina nani mwenge pale, 16 alikuwepo. 16 alianza kukaa na masta way back ambazo nakubariki. Kwa hiyo nitafanya kitu ambacho kimesimama asilimia mia. Nampa respect sana One Six. One love my young brother ya na, unadhani ni nini kinachopelekea wasanii kwenye game uh, kuwa na nguvu ya soda badala kutumia ya kutumia nguvu yenye bidii? Ah, uh, sasa tunaanzia kwenye pande mbili. Mimi nitarudi kidogo kwenye nyuma, wasanii wa nyuma, maana afu nataka nirekebishe, usimute mtu msanii wa zamani. Hakuna msanii wa zamani. Mimi unaweza ukaniita msanii wa zamani, mimi nikisimama na wasanii wa sasa hivi, nani anaonekana wa zamani? Amboni bwana. Ndio. Kwa hiyo hiyo neno watu warekebishe. Sasa naanzia kwa wasanii wa nyuma kidogo hapa. Wasanii wa nyuma kidogo uh, wanaferi kutokana siongei kumbaya, kwa ubaya kwa sababu ni ndugu zangu wote tunatoka kwenye harakati moja tumepa, tumepambania hii kombe. Uh, ndugu tunaferi kwa sababu tunakuwa hatujijui sisi ni wakina nani. Au sio bwana? Unatakiwa tujilinde, tuji yani tuweke tujijue tu, tu, tu, sisi. Unajua msanii ukijijua wewe ni nani, hata kama una kitu basi unatakiwa ujiweke wewe, we, wewe ujue wewe ni brand. Popote unapotokea unaweza ukahitajika ukafanya kitu. Sasa ukijishusha ukinyi, au ukijionyesha kwamba wewe basi tena umekata tamaa, unakuwa unafeli maisha. Hakuna kukata tamaa, wanasema don't give up, usikate tamaa. Yani wewe pambana mpaka mwisho, au sie bwana? hmm. na kama umeamua kumani, ukiamua kuyavulia nguo inabidi uyaoge kwa... Sasa watu wanayavulia nguo wanashindwa kuyaoga, hapo ndo tatizo. Na kwa wasanii wa sasa unakuta uh, wa, wanatumia nguvu ya soda. Mimi nasema tu ukweli, kuna wasanii wengi unakuta msanii hawezi uh, kitu chochote, lakini ana meneja naelewa mwanangu, jamaa anaweka mpunga mwingi na jamaa, ukimwambia hebu niambie, hamna kitu Afi, jamaa na mamaneja na mabodyguard. Kwa hiyo hizo nazo ni nguvu za soda. Kwa hiyo mimi naamini tu wote ni mziki, au sio bwana? Cha msingi tufanye tu kazi ambazo zinatakiwa kwenye jamii, na hao wanawaambia hata watangazaji, manani ma presenter wangawafanye kazi zao, wa balance wa balance kila sehemu, ili mziki uende, atutudiari huyu anatumia nguvu ya soda, huyu nani, ila kazi ziende, kazi ziende. Il ila wenyewe wanajua huko, hapa kuna nguvu ya soda, hapa hamna nguvu ya soda. Ndio, ndio, yeah man. Ah, kama Black wa Uswazi wa miaka kumi iliyopita angekuona leo, angekuona swali gani moja kwako? Nani Black wa Uswazi eh? Siku sam iliyopita waonyeshe tu sasa vizuri zaidi ya ulivyotoka. Nini kilikusukuma kufanya dokumentari kuhusu maisha yako? Uliona kuna hadithi ambayo haijaambiwa? Uh, kwanza nataka nimshukuru Ras Nova. Big up sana Bongo Hood, au sio bwana? Ah, hii Ilia alitazama Ras Nova kwa jicho lake la kaki. Kwa sababu nilikuwa kila nikikaa naye ananiambia isiwe jamaa. Kila nikikuangalia unatakiwa ufanywe documentary. Yaani, yeye mwenyewe alivyokuwa ananiangalia na stories zangu anavoniona anavoishi lifestyle, akaniambia ni wewe unatakiwa upate documentary kabisa. Sasa nikamwambia Ras, mimi ni nani nakataa kuhusu Rasi anasema eh? Kweli kabisa yeah. Nikaambia Rasi mimi sina noma, kwa hiyo akaniambia tupange tuanze. Kwa hiyo na kweli Mungu alibariki tukapanga, tukaipiga dokumentari yetu ikaenda vizuri kabisa. Respect sana kwa Ras na namshukuru kwa sababu bado ananisapot kwa asilimia kubwa sana. Uh, kuna tofauti gani kati ya ku-act kama kwenye filamu ya mikosi mikasa makosa na ku-act kwenye maisha halisi ya mtaani? Hakuna uh, tofauti kwa sababu ras yeye anatutengeneza kwamba tufanye uhalisia kwenye muvi zake e, kwa hiyo unajikuta tu unafanya kitu ambacho unakifanyaga hata mtaani kwenye muvi, kwa hiyo hakuna utofauti wowote na uhalisia wa mtaani kwenye muvi za Bongo Wood yeah. Uh, ukiwa msanii wa filamu na muziki unahisi ni tasnia gani inayotoa hela haraka zaidi na kwa nini? kwenye, kwenye, kwenye filamu sijajua, kwenye filamu sijajua kwa sababu sisi hapa filamu zetu zipo YouTube za Bongo, sijajua upande mwingine uh, ila kwenye mziki, kwenye mziki hela ipo. We, watu wanapata hela, wanafanya, ukifanya kazi nyingi nyingi uk, ngoma ikienda ikifanyeje, yaani ukiwa unasikika sikika hela unapata kwenye mziki wa sasa hivi, tofauti na zamani yeah. uh, ni kitu gani ambacho kimebadilika zaidi kwa Black wa Uswazi wa leo ukilinganisha na Black na Black wa enzi za nyuma? Hakuna kilichobadilika isipokuwa tu ni uwezo umezidi kuwa mkubwa yeah, yani hicho ndio kilichobadilika, uwezo umezidi kuwa mkubwa basi, hamna kingineje. mm. Kuna muda ulitaka kabisa kuacha muziki na uigizaji? Hapana, wai kutaka kuacha na wala yani, hiyo ndo vitu vyangu, haiwezi kutokea nikaacha. Hata nikiwa tena na mahela ya aina gani, bado nitafanya. Hata kama niwe mzee, bado nitafanya. Na je kuna jambo gani ambalo ushawai kulifanya kwenye muziki ambalo kwa sasa ukikaa ukaliangalia unasema kabisa hili jambo siko yani, sikupaswa kulifanya kwenye mziki? Eh, au kupitia muziki mm. Kabla ya kuto kwenda tu kwenye show nilipewa hela, lakini sikwenda. Kwa hiyo niliniu, niliniumiza, kwa nini nimekula hela ya watu aya bure? Hiyo iliniuma sana, ilikuwa na show Mwanza kule, ila nilienda baadaye nikapiga bure, nikamwambia msinilipe. Yeah hiyo yeah, mwanzoni iliuma na na sikuumo wala nini, sema kwenye bata-bata tu zile simu, mara nimezima yani mieyusha, ndio ndio sikwenda Okay. Ila baadae nikaona haiwezekani lazima nilipe. Nikaenda bure nikapiga kabisa. Yeah. Uh, wasanii wengi walioanza game kitambo uh, wana struggle kurudi kwenye game kwa sasa hivi yeah. Uh, una mipango gani kuhakikisha jina lako lina back relevant kwa kizazi cha sasa? Uh, mimi nadhani mimi si struggle kurudi kwenye game. Mimi nawaletea watu wangu kitu walichokuwa wanakitaka, kwa sababu watu wangu ndo wananisumbua kwenye kwenye simu, kwenye mitandao, bwana, toa ngoma, toa ngoma. Kwa hiyo, yaani, mimi wala si struggle, sijui kwa wengine, ila mimi nafikisha ujumbe kwa watu wangu, nawapa watu wangu laza wazao walizokuwa wamezimisi, na nitaendelea kuwapa hata wawe kumi hata ishirini, lakini wakipata, ndo wao wao watakuwa wamefurahi jamu. uh, uh, kwa mtazamo wako media and legitimate streaming platforms kama YouTube na Boomplay, zimeleta faida au changamoto zaidi kwa wasanii Bongo Flava? Mimi naona zimeleta faida kwa sababu si wanapata hela. E, wanapata hela na nadhani uh, ukiingia kwenye hizo platform alafu ngoma yako ikawa inafanya vizuri, wanalipa vizuri kabisa. Kwa sababu tushaendaga pale wakatuelezea jinsi inavyokuwa. Jamaa wako vizuri, wako vizuri sana sana. Watu wanasema wasanii wa zamani wanashindwa kurudi kwenye game kwa sababu ya kukosa connections au kusema kwamba kwa wa, wa, wa eh, game imewashinda. Je, wewe unakubaliana na hilo au unadhani wanasema wanashindwa kurudi kwenye game kutokana labda kwamba hawana connections za sasa hivi au kwamba una, una, una game ya sasa hivi imewashinda? Connection ina gani wanayosemea wao? Kwa sababu mimi na imani kabisa ukifanya kitu watu wakikiona, au ukiamua kwenda ku, ku, front utapata connection. kwa sababu unakuwa unafahamika, unajulikana e, kwa hiyo wewe ni kujitahidi tu kupambana kufanya, usilalamike wala usimlaumu mtu, wewe fanya kazi, kama itaenda isipoenda, wewe piga kazi wewe; yani wewe fanya kazi, kwa sababu ndio kazi yako uliochagua au sio bwana? Kwa hiyo kama umeandikiwa utakufa maskini, unakufa maskini, au umeandikiwa utapata hela, mpaga utapata hela. Yani kila kitu kimepangwa ya, ila cha msingi we pambana kweli ya, usilalamikie mtu aa. Sasa kuna mipango gani baada tena ya nguvu ya soda aa? Baada ya nguvu ya soda e bwana, ya ya kuna mipango mingi kwa sababu sasa hivi nataka nifanye fanye sana ngoma na ngoma nyingi ambazo zipo nyingi sana ambazo nilirekodi huko, ila sasa hizo unaziasahau. Nafanya nyingine tena mpya tu nyimbo hiyo nyingi, nyingi, nyingi. Yani watu wangu wategemee tu watapata nyingi, nyingi, nyingi, nyingi, yeah. Ngoma kama aa king, au sio bwana? Watu wangu mmeshaelewa nachokifanya na mnaelewa nachokifanya na mnajua kinachoendelea au sio bwana? Black wa Uswazi hapa, tuendelee na gurudumu letu, atupoi atuchoki, bila kuchoka. Salute sana pamoja, yep, pamoja sana. Shukran sana.